Tukisalia na hayo ya elimu, huku maandalizi ya miundomsingi kwa wanafunzi wa gredi ya kumi yakiendelea kote nchini, wazazi katika eneo bunge la Funyula kaunti ya Busia wamehakikishiwa kuwa shule zote katika eneo bunge hilo zitakuwa na madarasa ya gredi ya kumi ifikapo mwezi wa Januari mwaka ujao. Akizungumza wakati wa kufungua jumba hili la ghorofa litakalotumika na wanafunzi wa gredi ya kumi mwakani katika shule ya upili ya Bujwanga, eneo bunge la Funyula, mbunge wa eneo hilo Oundo Mudenyo ameiomba serikali kuu kupitia kwa wizara ya elimu kuzingatia kuongeza idadi ya walimu na vitabu ili kufanikisha mtaala huo wa CBE. Kwa wakati huu nafikiria Samia District ndio inajulikana kwa, kwa Funyula Constituency, tumejipanga. Ni karibu tu shule tatu ama nne ambazo hazina grade 9. Jengo hili limeinua hii shule sana, limeipatia watu call facelift. Hapa nyuma tumekuwa na upungufu wa madarasa, tumekuwa tukiweka wanafunzi 60 kwenda mbele kwa darasa moja. Katibu wa biashara ndogo ndogo Susan Mangeni aliyeandamana na mwenzake wa mipango ya uchumi Boniface Makoha amesema kuwa idadi ya watoto waliotuma maombi ya kujiunga na shule hiyo ya kutwa ni zaidi ya elfu moja na mia nane licha ya shule hiyo kukimu idadi ya wanafunzi mia sita pekee. Na hii shule inaweza tuchukua around <laughs> 600, na mumeone hili jengo ni maridadi sana, tumepita hapo. It's extremely very special. Uh, State Department ambayo nasimamia economic planning, chini yake ndio tuko na National Government Constituency Development Fund ambayo huwa inatoa hela, na hongera sana kwa mheshimiwa kwa kuweza kuwekeza uh, zile hela. Mangeni ametumia fursa hiyo kuwahimiza wazazi kuwa makini na wana wao haswa msimu wa likizo ndefu unapobisha hodi, ili kuona kuwa hawazami katika hulka potovu zinazochangia mimba za utotoni zinazoendelea kuongezeka, idadi ya mimba hizo ikifikia elfu nne na mia nne sasa. Kwa hivyo watoto wetu, hasa a vijana wetu, hasa wale ambao wako shule sekondari wakimaliza, mwalimu na wazazi tushirikiane na hata wa kanisa tushirikiane, tuone vile we get to sensitize them to, tuelemishe. Na waomba sana waalimu wa hapa, tukae na watoto wetu, kwa sababu tunaona visa elfu nne na mia nne vya watoto kupewa ujauzito katika umri mdogo. Jen Cherotich, Runinga ya Citizen, Busia.